Unapojipata unaruka juu angani kama ndege, na huenda yajiona una mabawa, au hata vile huenda waruka mzima mzima bila mabawa yoyote ile, au hata vile yaruka kwa kiti ambacho umekikalia ama umejishikilia kifaa fulani, tena yajipata yapaa wewe mzima mzima. Ni vizuri sana tena kujua kwamba unafaa uzingatie hisia zako, wakati umefurahia inaweza maanisha tofauti sana na wakati unajipata wapaa angani, lakini umekasirika au hata waogopa, una wasiwasi, una kiwewe fulani. Angazia hisia zako, kwani hisia zako kwa ndoto yoyote ile zinaweza kukusaidia sana kuamua ukweli wa mambo kuhusiana na ndoto, na hivyo basi, nitakupa maana tatu za ndoto unapojipata kwamba yua luka angani ya kwanza inaweza kuwa inaashiria kwamba kuna uhuru unakujia, kuna uhuru ambao utaupata katika maisha yako ujionapo unafurahia. Kumbuka hapa tunazingatia unapojipata unaruka juu angani na huku umefurahia. Kuna venye unaelekea kuachiliwa kutoka kwa minyororo, kutoka kwa kifungo fulani katika ulimwengu au hata katika ulimwengu wa kiroho na hivyo ni vema sana unapoota ndoto kama ile, unaangalia ni wapi unaweza kuwa umekuwa umefungwa, na huenda uhuru wako umewaandia, na hivi karibuni unaelekea kufunguliwa labda kwa minyororo fulani. Inaweza kuwa ni kifungo ya umaskini, inaweza kuwa ni kifungo ya unaibu fulani, inaweza kuwa ni kifungo ya kihali, hmm, au hata kifungo ya kiuchawi. Ya pili inaweza maanisha kwamba hivi karibuni utapata cheo ama utapata mamlaka fulani. Unapojiona unapaa, inamaanisha kuna venye utakuwa juu ya wengine, kuna vyenye utakuwa wewe ndiwe kusema, huenda ni kazini, huenda ni kwa kanisa, huenda ni katika shughuli zako za kila siku au popote pale. Lakini hii doto pia inaweza kuashiria kwamba unaelekea kuwa katika hali ya uongozi au unaelekea kupata mamlaka fulani katika maisha yako, hata yale ya ulimwengu wa roho. Na la tatu inaweza kumaanisha kwamba kuna ufanisi mkubwa ambao unakujia katika maisha yako, huenda katika hali ya maisha ya kawaida au hata katika hali ya kiroho. Huenda ni ufanisi wa kihela au ufanisi wa kihali yako ya kimaisha. Na hivyo basi, unapojipata kwamba umeota ndoto ukipaa juu angani, inaweza maanisha kwamba utafanikiwa, utakuja kupata mazuri, kuna venye utaweza kufaulu sana katika maisha yako hayo. Kumbuka ni wakati umeota uyoapaa juu angani na huku umefurahia. Hivyo basi, natumai sasa umejua nini maana ya mtu aotapo huku yoapaa juu angani. Lakini pia kumbuka, unapoota ndoto kama ile, ni vizuri unapozinduka, kutoka kwa ndoto inakili vizuri ile ndoto, alafu omba Mungu akupee tafsiri sahihi.